Mabibi na mabwana, karibuni katika sura mpya ya tafakari na uelewa. Hapa Q for Quran tunaamini kwamba afya si ya mwili tu, bali pia ya roho. Ndiyo maana tunajivunia kuzindua mfululizo mpya uliotolewa kwa mafundisho mazuri na ya milele ya Quran. Katika safari hii hatutasoma tu aya, tutachunguza maana zilizofichwa, sababu za majina ya sura, muktadha wa wakati wao, na hekima ya Mungu iliyomo katika maelezo haya. Kila kipindi kitawasilisha kito muhimu kutoka kwenye Quran, wakati mwingine aya, wakati mwingine historia iliyo nyuma ya neno, au sababu kwa nini sura iliteremshwa Makka au Madina. Katika kipindi kijacho, tutaanza na jinsi Kurani ilivyoteremshwa si kwa mara moja, bali kwa miaka ishirini na tatu iliyobadilisha maisha na kile inachotufundisha leo. Junge nasi tafakari nasi, naungana tena na Kuran aya moja baada ya nyingine. Kuran inachukuliwa kuwa ni maneno ya Mungu yaliyofunuliwa kwa Nabii Muhammad. Kuran iliteremshwa kwa Nabii Muhammad kwa kipindi cha miaka ishirini na tatu. Ufunuo huu wa taratibu ni muhimu kwa uelewa wa Kuran. Kuran haijapangwa kwa mpangilio wa wakati, imegawaniwa katika sura na aya. Sura zimepangwa kwa urefu, ndefu mwanzoni na fupi mwishoni. Mpangilio wa Kuran unachukuliwa kuwa unatoka kwa Mungu, inaonyesha jinsi Mungu alivyochagua kufikisha ujumbe wake kwa wanadamu. Kila sura ni sehemu muhimu ya ujumbe wa Mungu, na aya za kila sura zimeunganishwa. Ufunuo wa taratibu wa Qur'an ulimruhusu Nabii Muhammad kufundisha na kuwaongoza wafuasi wake kwa muda. Hii iliwasaidia Waislamu wa mwanzo wa kuelewa na kutekeleza mafundisho ya Uislamu hatua kwa hatua. Qur'an iliteremshwa kwa Nabii Muhammad hatua kwa hatua kwa miaka 23. Ufunuo wa taratibu ulianza mwaka sintet beker nabii akiwa na umri wa miaka 40. Ujumbe wa mungu uliendelea kufunuliwa hadi kifo chake mwaka 632 beker. Aya za kwanza zilizoteremshwa Makka zilihusu umoja wa Mungu, umuhimu wa imani na siku ya Kiyama. Aya hizi mara nyingi huwa za kishairi na zenye vina, zinasisitiza nguvu na ukuu wa Mungu. Kadri jami ya jamii ya kiislamu ilivyokuwa, aya zilizoteremshwa baadaye Madina zilishughulikia haki za kijamii, sheria na utawala Aya hizi zilitolea mwongozo jamii mpya ya Kiislamu. Zilishughulikia masuala ya mirathi, ndoa na talaka, pamoja na biashara na mwingiliano na jamii nyingine. Ufunuo wa taratibu wa Qur'ani ulimruhusu Nabii Muhammad kushughulikia mahitaji na changamoto maalum za jamii ya kwanza ya Kiislamu. Qur'ani iliteremshwa katika muktadha wa maisha halisi ya jamii ya Kiislamu. Aya zilishushwa kujibu matukio na hali maalum katika maisha ya Nabi Muhammad na wafuasi wake. Muktadha huu wa maisha halisi ni muhimu kwa kuelewa maana na matumizi ya aya za Quran. Kwa mfano, aya kuhusu vita zilishushwa wakati Waislamu walipohama Madina na kukabiliwa na ukandamizaji na mashambulizi. Aya kuhusu haki ya kijamii na kiuchumi zilishushwa wakati wa umaskini mkubwa na usawa huko Makka. Kwa kuelewa muktadha wa wakati na jamii ambapo ujumbe wa Mungu uliteremshwa, tunaweza kuongeza uelewa wetu wa hekima na umuhimu wa ujumbe wa Qur'an. Qur'an iliteremshwa hatua kwa hatua. Mungu anasema katika sura Al-Furqan, na wale walio kufuru walisema, mbona Qur'an haikumshukiwa yote mara moja? Mungu akajibu, ndivyo hivyo ili tuimarishe moyo wako nayo. Subhanallah. sio tu kuhusu kupata taarifa, ni kuhusu mabadiliko katika maisha. Qur'ani ilitumika kama mwongozo kwa kila changamoto iliyokabiliwa na nabii na masahaba zake. Qur'ani ilitumika kama sheria kwa jamii mpya ya Kiislamu, iliweka msingi wa jamii yenye haki na usawa. Ujumbe wa Mungu uliwajengea Waislamu wa, wa mwanzo wa imani isiyoyumba kwa Mungu, kujitolea kwa haki ya kijamii na roho ya undugu. Athari ya ufunuo wa Qur'ani bado inaonekana leo. Ujumbe wake wa imani, huruma na haki unaendelea kuhamasisha na kuwaongoza Waislamu ulimwenguni kote. Somo la kiroho: kwa nini ni muhimu siku hizi? Mara nyingi tunataka kila kitu haraka, majibu, suluhisho, mabadiliko, lakini Mungu anatufundisha kupitia Quran yenyewe kwamba njia ya kweli hupatikana hatua kwa hatua, inahitaji tafakari, juhudi endelevu, uvumilivu na kujitolea kwa dhati. Quran iliteremshwa kwa Nabii Muhammad kwa miaka 23 naye alikuwa mtu bora zaidi. Kwa hivyo, ikiwa uko safarini katika maisha yako mwenyewe, usiharakishe. Soma Qur'ani kana kwamba inakuhutubia kwa sababu ndivyo ilivyo. Tafadhali shiriki na ujiandikishe, kwani tutaendelea kuchunguza ufunuo wa Qur'ani katika vipindi vijavyo. Qur'ani iendelee kuongoza mioyo yenu, kuimarisha roho zenu na kubariki maisha yenu. Kwaheri.